Mtazamaji wa Daily News Digital hapa ni bungeni jijini Dodoma. Niko na mheshimiwa Latifa Juakali, ambaye yeye anawakilisha vijana hapa bungeni. Tutazungumza naye machache kujua nini hasa anakifanya hapa kwa ajili yako wewe kijana, tuendelee kumsikiliza. Naitwa Latifa Hamisi Juakali, ni mbunge nayewakilisha kundi la, la vijana Tanzania. Nachukua nafasi hii kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasan. Uh, kwa hakika miaka minne hii ya daktari Samia Suluhu Hassan tumeona mafanikio makubwa, na mimi nikiwa kama mwakilishi wa vijana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, kupitia sekta mbalimbali mbali, wizara mbalimbali mbali, tunaona jinsi gani mheshimiwa rais ameendelea kupush agenda za vijana ya kuona namna gani vijana anawatoa katika sehemu moja na kuwapeleka sehemu nyingine Uh, sisi sote ni mashahidi katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023 2024 iliyopita ile, tuliona kwamba uh, kupitia wizara mbalimbali mbali, ikiwemo katika wizara ya, ya kilimo lakini tumeona pia katika wizara ya, uh, ya viwanda na biashara pia. Uh, kupitia wizara hizi zipo fedha mbalimbali zimetengwa za kuona jinsi gani zinaenda kuwasaidia vijana. Tukiona mfano katika wizara hii ya kilimo, tumeona kuna ile BBT na ile ilikuwa inaenda moja kwa moja kuwainua na kuwasaidia vijana wetu ili waweze kujiajiri na kuajirika. Lakini pia tunaona kupitia maboresho ya sera ya elimu, kwenye sera ya elimu sasa imekuja moja kwa moja kumtoa na kumkomboa kijana au wanafunzi mbalimbali mbali, ili waweze kujiajiri na kuajirika. Tumeona sasa hivi pia katika sekta hii au katika wizara hii ya elimu, Mheshimiwa Rais amejitahidi, zimejengwa shule mbalimbali za vipawa maalumu katika maeneo mbalimbali, lakini tunavyo hivi vituo vyetu vya VETA na lengo ni kuwaona jinsi gani vijana sasa wanaweza kujiinua kwa sababu zamani tulikuwa tunapiga kelele kwamba unaweza ukamwona mwanafunzi amemaliza digirii lakini anapoenda kwenye soko la ajira inakuwa ni changamoto. Lakini Mheshimiwa Rais kwa maono yake mapana akaona sasa tuanzishe hata hivi vituo vyetu vya VETA. Hata kama utakuwa huku umejikita na elimu ya, ya mambo mengine, lakini huku kuna elimu ya moja kwa moja ya kwenda kufanya zaidi kuliko kuzungumza zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais katika mambo hayo mbalimbali mbali. Umzie, uh, ili swala la asilimia kumi ambayo ni 442 na katika 442 pia mheshimiwa rais, kwa sababu sisi wenyewe wa bunge tulizungumza katika bunge hili na tukaishauri serikali kwamba tunaona kupitia halmashauri mbalimbali kwamba hizi asilimia nne za vijana mara nyingi zinapotolewa zinakuwa hazina mfumo maalumu au haziwagusi walengwa moja kwa moja. Kwa tukaishauri serikali kama wizara ione namna bora ya kuziandaa hizi fedha ya kufanya upembuzi yakinifu katika hizi halmashauri zetu, ili kuona zile fedha zinawafikia walengwa, kwa sababu vijana ndio kusudio maalum ambalo limekusudiwa na mheshimiwa rais ziweze kuwafikia. Lakini nyote mnafahamu kwamba katika mwaka wa fedha na bajeti hii iliyosomwa na mheshimiwa waziri Mchengerwa pia imeeleza kwamba tutakuwa tuna halmashauri kumi za mfano katika lile jambo ambalo tulilipendekeza katika bunge lililopita ili tuone sasa, je, huu mfano ambao tuna, tuna, tunaenda kutoa katika hizi halmashauri unaweza kuleta tija. Lakini mimi pia rai yangu nilikuwa naiomba pia serikali zile fedha, ikiwezekana basi waangalie vikundi ambavyo vinaweza kuleta impact moja kwa moja, ambao wanaweza kupewa fedha wakafanya vizuri na wakarejesha kwa wakati ili na wengine waweze kupata, lakini pia tutanue wigo zaidi. Tunaweza vikundi vingine tukavipa fedha, lakini vikundi vingine tunaweza tukazungumza nao kuona interest yao ni nini. Ikiwa interest yao labda ni kutafutiwa vifaa, tunaweza pia tukawatafutia vifaa, tukawakabidhi vifaa kama vikundi, halafu tukawa tunawasupervise tukiwa supervise, tutawaona je wao hawa wana uwezo wa kurejesha kwa haraka Yaani tuwe watu tunajaribu namna mbalimbali mbali au namna tofauti tofauti, ili kuona, kwa sababu lengo la serikali ni kuwawezesha tu vijana, na katika kuwawezesha vijana tunatakiwa tuangalie vijana interest yao zaidi ni nini. Hiyo itawasaidia zaidi. Labda sasa nikuulize, kwa upande wako, nini unawaambia vijana? Kwa sababu imeonekana hivi sasa vijana nakuta wanapata msongo wa mawazo, wengine wanapata shida hata ya afya ya akili, hasa ukiangalia kabisa, anakuwa kwa sababu anaona sababu kubwa hajapata ajira. Pengine sasa nini ujumbe wako kwao, ukiwa kama kiongozi wao hapa bungeni? Uh, kwanza nataka niwatie moyo sana, na nataka niwatie moyo sana kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu huyu ana matumaini makubwa sana na vijana na ana mapenzi makubwa sana na vijana, na changamoto ya ajira sio changamoto ya Tanzania tu, changamoto ya ajira ni changamoto ya dunia nzima kwa ujumla. Uh, na tunajua kwamba Tanzania uh, 60% ni, ni vijana. Kwa hiyo kwa, se, kwa sensa ya, ya, ile iliyopita inaonesha kwamba vijana wa Tanzania ni wengi. Kwa hiyo mimi nataka ni niwatie moyo, nisiwakatishe tamaa niwaambie kwanza, tuendelee kujituma, tuchape kazi, lakini pia tuwe na imani na Mheshimiwa Rais, lakini pia tusiamini tu kwenye kuajiriwa zaidi, tuamini hata katika kujitoa na kujiajiri, lakini pia tuchangamkie fursa, tuchangamkie fursa zinazojitokeza, ikiwepo mikopo mbalimbali mbali. Na juzi tumeona hapa bajeti ya waziri mkuu iliyosomwa, ipo mifuko mbalimbali mbali. Na sisi kama wawakilishi wao tunaendelea kuwashauri wenzetu wa serikali kwamba hata ile mifuko ambayo iko katika ofisi ya waziri mkuu, wao sasa watafute namna ya kutoka kwenda kuwaelezea wenzetu fursa. Sisi tunawaelezea lakini, inaonekana zipo fursa mbalimbali mbali, basi na wao watoke waende. Lakini hata katika masekta binafsi eh, katika masekta binafsi na wao wawe wow, kipaumbele katika kuwawezesha na kuwasaidia vijana, kwa sababu ukimsaidia kijana umelisaidia taifa.